Anko, lazima utengeneze ndoto zako mjomba. Ikiwezekana, chukua peni na karatasi, andika ndoto zako zote A, B, C, D, E, F, G. Orodhesha ndoto zako, alafu ukishaziorodhesha, anza kuzifanyia kazi, hata kwa mwezi mmoja, ukianza na ndoto ya kwanza, unayefikiria taratibu taratibu, ukaanza kuiplan kwamba utaifikiaje ile ndoto, utaendaje kuweza kutimiza ile ndoto, ukaweka planning zako, njia zako za kupita kuifikia ile ndoto ya kwanza, sio mbaya hilo, litaweza kukuinua weki urahisi, lakini ukiwa hautengenezi ndoto zako wala hauna ndoto unazotaka kuzifikia, basi utatumika wewe kuwafikishia watu wengine ndoto zao. Hasa hapo utajiuliza, utaanza uta, uta kuniuliza swali, kivipi mi nifikisha ndoto za watu wengine? Utafikisha ndoto za watu wengine kutokana wao washaweka mikakati, washaanza kuzifanyia kazi. Hasa wewe utatumika kwenda kuajiriwa ili uweze kutimiza ndoto ya bosi. Ndoto ya bosi ni kuwa na makampuni sita au kumi. Kwa maana hiyo, wewe pale ukienda kufanya kazi, which means kwamba unafanya kazi ya kuweza kutimiza zile ndoto zake kufi, kutimiza zile goals wazungu wanasema. Kwa hiyo basi, jitahidi kutengeneza ndoto zako, uzitengeneze na uanze kuzifanyia action, kuzifanyia kazi. Ivan the Don I always love you. Share na wengine, subscribe kwenye channel yangu moja subscribe, ni follow. Mambo mengi yanakuja, nyundo nyingi zinakuja na zipo chini nyingi ambazo zitakuwa zishakuwa uploaded. Bye bye.